Eh, uh, e, kwa ndugu wetu mdogo Junior, familia wa baba wetu Raila Odinga, najua mama yuko hapa hatujua kwa upandekale wageni wengi. Eh, tumekuja kwa sababu hatukupata nafasi ile siku ya mazishi na mnajua wakati baba alituacha walitupatia only two hours. Na ilikuwa na mambo mengi hapa katikati lakini tukiwa team ya 2007, Tukiwa vijana wadogo tumesema kwa niaba ya wale wanaweza kufika leo, tumekuja kusema pole kwa sababu mzee huyo amekuwa baba wetu sisi wote na tumejifunza mengi kutoka kwake. Na ndio tumekuja hapa kwa team kama ya watu 30, wale tulikuwa vijana youth for Raila, tumekuja kusema pole zetu na familia zetu na team, entire team yenyewe kufika kuja siku ya leo tumekuja hapa kwa niaba yao na baada watakuja wengine. Nataka nikwambie Junior, najua tumetoka safari ya mbali kwanza, tukiwa watoto wadogo tukiwa twins, na ndugu yetu Fidel na huyu alikuwa baba yetu sisi wote, na mimi mwenyewe nataka niseme pole sana kwa niaba yangu na familia yangu, kwa sababu kando na siasa, huyu junior anaweza testify, huyu mzee alikuwa rafiki wangu wa karibu sana, alikuwa baba wangu hata wakati alikuwa India tuliongea, na ilikuwa nafaa tuende na Junior eh, akatuambia amepona, so na alafu mambo yakaribika baadaye. Nataka niseme tumekuja na msito mingi na heshima kubwa sana kwa familia ya mzee wetu Raila Odinga na timu yote, tunataka tuseme pole sana. Baada tukutakupata na nafasi, tunaenda kule kuona mama, ili huko tutaongea mambo mingi eh, tuko na marafiki wengi, tuko na chama wetu hapa Mburu Samuel ni first gentleman wa Nakuru County. Huyu ndio mume wa Susan Kiiga, na tumekuwa marafiki kwa muda mrefu. Mkituona hivi kana bora bobo, hiyo watu wote kina papa eh, na Bosco kina Jaka Kimba, akina Hilary, akina nani, timu yote hawako, wamepata nywele nyeupe. Tulikuwa vijana wadogo, akina geta, sasa hii sisi ni wazazi, tuko na watoto, hata watoto wamekuwa wakubwa so, nataka niseme, pole sana, na kwa niaba yetu sisi zote nataka niseme mzee huyu alikuwa mzee wa maajabu sana na alikuwa mzee wa kusamea. Najua watu wengi wenye wako wanajua Raila walikuwa wanakosea, lakini kwa wala wale walimkaribia na wakamjua zaidi eh, kama mimi mwingine, najua niseme kidogo hii kura ya juisi ya 27 ya 20, 22 baada ya e kupiga kura, baada ya sisi wote kupiga kura, tulikuwa tunaongea naye every day na nilienda nikamuona I think ie yeah? before atakura ya sabulimu so, alikuwa mtu wa majabu sana. Na alikuwa mtu mkarimu na alikuwa mtu mutu ataka tuseme pole sana, na Mwenyezi Mwenyezi Mungu amlaze malipema tutampata tukienda pia. Asante, Asante sana. sana sana <coughs> All friends ametutangulia. Asante sana. Asante sana mheshimiwa